Kumbukumbu kumbu ni kio cha maisha yetu, lakini, je, unajua kuwa kuna aina nyingi za kumbukumbu kumbu zinazofanya kazi kwenye ubongo wako? Leo tutajifunza sayansi nyuma ya kukumbuka na kusahau. Kumbukumbu kumbu ya hisia ni kumbukumbu kumbu ya papo hapo ambayo husaidia ubongo kuchambua mambo unayoyaona kusikia au kuhisi. Inadumu kwa sekunde moja hadi tatu tu. Kumbukumbu ya kuona kama kuchapa picha kwenye kamera. Kumbukumbu kumbu ya kusikia, kukumbuka sauti kwa muda mfupi Mfano, unapuna mlipuko wa rangi sokoni, ubongo wako unatumia hii kukutambulisha. Hii ni kumbukumbu -kumbu ya dakika 15 hadi 30 tu, inasaidia kukumbuka maelezo kwa kipindi kifupi. Uwezo mdogo: ubongo wa binadamu unaweza kushika maelezo matano hadi tisa kwa wakati mmoja, kama nambari ya simu. Kumbukumbu -kumbu ya kazi: sehemu hii inakusaidia kufanya hesabu au kusoma kwa kukariri kitu kwa muda. Mfano, unaposoma jibu la mtihani dakika tano kabla ya kuingia darasani. Hii ndiyo kumbukumbu ya muda mfupi. Hapa ndipo maisha yako yanaishi. Kumbukumbu ya muda mrefu inaweza kudumu kwa miaka au hata maisha yote. Inagawanika katika kumbukumbu kumbu ya wazi: kumbukumbu kumbu ya matukio kama harusi yako au siku ya kwanza shuleni, kumbukumbu kumbu ya maarifa, kukumbuka kwamba Nairobi ni mji mkuu wa Kenya, kumbukumbu kumbu ya fiordi, ujuzi wa mwili kama kuogelea au kuendesha baiskeli, mienendo ya moja kwa moja kama kujua kucheka wakati mtu anakutania. Kusahau sio kosa la ubongo, ni sehemu ya kawaida ya mchakato wake. Kusahau kwa kawaida, kumbukumbu hupungua kumbu kwa muda. Kusahau kwa sababu ya mtiririko, kumbukumbu mpya huvuruga ile ya zamani. Kusahau kwa makusudi, ubongo hujifungia kumbukumbu kumbu chungu kama mbinu ya kujilinda. Unaweza kufanya kumbukumbu kumbu yako iwe imara kwa kurudia mara kwa mara, kukariri kwa sauti au kuandika. Unganisha na hisia, kumbukumbu kumbu za harufu au sauti huishi muda mrefu. Lala kwa uthamini, usingizi husaidia ubongo kupanga tena kumbukumbu kumbu. Shiriki hadithi, kuongea kuhusu kitu husaidia kukifanya kikome. Kumbukumbu kumbu ni kio cha utambuzi wetu. Ila sio kamili, kusahau ni kawaida. Jifunze kuitumia kwa busara, uishi maisha yenye maana, na kumbuka, heri kukumbuka kitu kimoja kuliko kusahau yote. Bonyeza subscribe kwa maelezo zaidi kuhusu ubongo na fikra zake.